Ninawakaribisha wapenzi watazamaji, waiche kituo popote mlipo, ili niweze kuwachanganulia yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra, ni kope lako sikio, tafadhali nikuchanganulie yaliyojiri. Ninaomba ushirikiano wenu mwema, mpige subscription, alafu sambaza linki ya hii video kuelekea kwa vikundi vingi. Kuna swali ambalo nimekuwa nikijiuliza na bado sijapata jawabu. Mbona viongozi wa chama tawala Tanzania cha CCM huwa wanajiona wanajiona wao ni weupe na hawakusababisha maafa ya raia Tanzania? Wanataka kusingizia kwamba waliochochea mpaka raia wakauawa, wa Tanzania ni chama cha Chadema chama chake Tundulisu, ambaye yupo kwa jela na amefungwa na hii serikali ya Samia, mahala ambapo amefunguliwa mashtaka ya uhaini. Kiongozi ambaye ni katibu wa chama cha CCM alinusurika kupata kichapo kikali sana, alinusurika kupata kichapo kikali sana kutoka kwa raia wa Tarime ambao walimnyang'anya kipasa za, eh, kipasa sauti kutoka kwa mkutano wa kusikiliza maoni ya waliofiwa na ndugu zao kipindi cha uchaguzi uliopita wa mwaka uliopita mwezi wa kumi. Sasa huyu katibu wa chama cha CCM alizomewa na wananchi katika ki, eh, kikao akitoa tuhuma dhidi ya John Heche mbele ya tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29. Mnakumbuka kuna ile tume ambayo Samia Suluhu Hassan aliweza kuibuni, aliweza kuiunda akamweka aliyekuwa jaji mkuu Muhammad Chande aweze kuiongoza, akaipea mamlaka, akaibariki kwamba izunguke Tanzania ikakusanye maoni, ikakusanye ni ipi njia sawa zitakazofuatwa na ni akina nani ambao waliweza kuchochea mauaji. Sasa huyu katibu wa chama cha CCM uh, upande wa Tarime, Hamsa Kieibanja akachukua kipasa sauti na kusema kwamba kiongozi msaidizi wake uh, Tundu Lissu ambaye ni John Heche ndiye aliweza kuchochea vurugu Tanzania. Sasa nikajiuliza, yani, mwanaume mmoja anaweza akawasababisha nchi nzima kumchukia sa Samia wana yani, mwanaume mmoja tu peke yake anaweza akasababisha watu milioni thelathini na nane Tanzania kumchukia Samia. Sababu kubwa ya chanzo 29 ni uchaguzi na matamko yaliyokuwa yanatolewa kabla ya uchaguzi. Mengi yanafichwa, lakini asilimia kubwa ni matamko makubwa yalikuwa yanatokea na ndiyo yaliyoashiria na kusababisha matukio yote yaliyotokea tarehe 29. Moja, mwezi wa nane tarehe tano, makamu mwenyekiti maka mwenye wa Chadema taifa alikaa kikao Kitagasembe akiwa na viongozi wa chama cha Safina Kenya, akaharanisha akasema, uchaguzi huu by any means, kwa namna yoyote hautofanyika. Lugha hiyo hapa Tarime ilituonyesha kwamba makamu amejiandaa yeye na mawakala wake kuhakikisha uchaguzi haufanyiki. Lakini walio wengi hawayasemi na wanayajua. Pili, jamani, tusikinzane, kila mtu anatoa maoni yake, haya ni maoni pili zao wataje jina, tarehe na mahala. Unajua, huyu katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Tarime Hamsa a, alijikuta katika hali ya sintofahamu baada ya kuzomewa na wananchi ukumbini wakati akitoa tuhuma dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema ambaye ni Choni Heche mbele ya tume ya uchunguzi wa matukio. Sasa anasema kwamba uh, Choni Heche ndiye aliweza kuwachochea watanzania mpaka kuandamana. Wacha niweze kukuuliza hivi, mpenzi mtazamaji, kwani Choni Heche ndiye aliweza kuambia watanzania kwamba Samia anaendeleza udikteta? Wananchi peke yao waliketi wakaona kwamba taifa letu la Tanzania litasonga mbele vizuri au linaelekea kuharibika kutokana na udikteta ambao unaendelezwa na utawala wa Samia. Wakasema kwamba ni heri wakatae, watoke barabarani ili Samia arekebishe ang'atuke madarakani, na kama hata ng'atuka, arekebishe zile tabia za kuendeleza udikteta. Hilo huyu bwana amza ataki kulizungumzia kwamba kiongozi wao ambaye ni mwenyekiti wa chama cha CCM Samia Suluhu Hassan, hataki kuzungumzia kwamba Samia Suluhu Hassan ni kiongozi ambaye ni dikteta. Unajua, kama Choni Heche ndiye aliweza kuambia Watanzania kwamba njoo tuandamane kipindi ambapo Watanzania wanajua kwamba Samia ni dikteta, basi mahala ambapo John Heche yupo anapaswa kupata makopakopa, kwa sababu aliweza kuwachanua Watanzania. Namba mbili, Watanzania walikataa, uchaguzi hautafanyika. Kwa nini? Kwa sababu uchaguzi ule ulikuwa unaegemea kwa upande wa serikali viongozi kutoka kwa vyama vya upinzani ngalia Tundu Lisu kutoka kwa chama cha Chadema alifungwa jela, akainguliwa kutoka kwa uchaguzi. Kiongozi wa ACT Wazalendo Mpina alienguliwa kutoka kushiriki uchaguzi. Sasa ni kitu gani ambacho kitachochea wananchi wasiandamane kipindi ambapo uchaguzi unaandaliwa wa mgombea mmoja peke yake? Yaani Samia anashindana na Suluhu na anashindana na Hassan kwenye uchaguzi. Ni kitu gani ambacho hakitakufanya wewe Mtanzania usiandamane kipindi ambapo unaona pesa zako zinaharibiwa kuandaa uchaguzi ambao matokeo yake yalikuwa yanajulikana. Nambari tatu, utekaji nyara. Utekaji nyara ambao ulikuwa unaendelezwa Tanzania kiongozi Humphrey Polepole mwenye sasa hivi anafichwa na bwana Mafwele alitekwa, na akafichwa. Walikuwa wanataka wananchi watulie, wananchi washerehekee kwamba Samia ameweza kuwateka wananchi, wananchi washerehekee kwamba Samia anaendelea kuwateka raia, kwamba anafanya vitu vizuri. Haiwezekani tukatulia kipindi ambapo udikteta unaendelezwa ndani ya taifa letu la Tanzania. Viongozi kama hawa akina Hamza wanapaswa kupiwa mawe. Mimi ndio nimeweza kuambia, na mimi siogopi kueleza kuwaeleza wale ambao walipoteza ndugu zao ndio walikuwa wanapaswa kutoa maoni. Yeye ametokea mahala ametoka, ameanza kumlaumu John Heche ndiye aliweza kuleta vurugu. Wacha nikuulize, mpenzi mtazamaji. John Heche ndiye alichukua bunduki akawapiga risasi raia Tanzania. John Heche ndiye aliweza kutoa amri kwamba raia mwenye atapatikana nje baada ya marufuku ya kutotoka nje ilipotolewa wapigwe risasi kama? Basi John Heche ndiye aliweza kuchochea Watanzania wakaandamana na kususia uchaguzi kwa sababu uchaguzi ule ulikuwa tayari matokeo yake yanajulikana. Basi tumpigie makofi John Heche. Lakini huyu bwana Amza kutoka upande wa Tarime anapaswa kupigwa mawe kwa sababu gani? Haiwezekani, haiwezekani. Huyu kiongozi anafurahia jinsi ambavyo wananchi waliweza kuuawa. Haiwezekani, Haiwezekani kabisa. Wananchi popote mlipo, ninawaomba tafadhali musiruhusu visa kama hivi kuendelea. Popote mlipo, kataa kata, kata.